Omba kila moja omba, omba kila moja, mwambie Baba, leo tunarejea mikononi mwako, tunasikia wito wa sauti yako wa kuijenga madhabahu iliyobomoka. Nasi Mungu, hatuwezi kujenga madhabahu bila matengenezo, tunatengeneza na wewe, tunatengeneza madhabahu zetu, tunaondoka Bwana, katika hali za kutembea kawaida, tunaondoka Jehova katika hali za kuwa na ibada za kawaida, maombi yamekoma. Kila moja omba, kanisa la Mungu omba, jiachie mbele za Bwana omba. Usiombe kistarabu, usiombe kawaida, usiombe kama mtu asiyeelewa, usiombe kama mtu asiye na kiu, usiombe kama mtu asiye na njaa, usiombe kama mtu ambaye hatamani mambo mapya yazaliwe ndani yake. Mwite Bwana, mwambie mu Mungu tunakutaka, tunakuhitaji wewe, tengeneza hatua zetu, tengeneza midomo yetu. Wakati mwingine tumesengenya, wakati mwingine tumenena mabaya, tumekaa kwenye baraza la wenye mizaha, tukaketi katika mabaraza yao tukasimama kwenye njia panda zao. Baba tunarudi kwako, tutengeneze kama kanisa lako, tunahitaji kurudi kwenye mikono yako, ili moto wako wake, ili kibali chako tukione, ili tuone Mungu kuinuka kwetu. rimandekasaya rimandaraba shaka rikakaryandarama rimandekasandaraba. Ninakwenda na wale wanao wale wanaoelewa na wa ninakwenda nao, ninakuombea neema wewe ambaye hujaelewa, wewe ambaye hujaanza kuomba, wewe unayeangalia watu wengine, wewe uliye nyamaza kimya, ninaomba katika jina ya Yesu Mungu afungue fahamu zako, Mungu akupe neema rimanda karaba rika sandaraba wakati mwingine, ndoa zetu zimekosa ushuda kwa sababu ya anguko, kwa sababu ya kuondoka mikononi mwa Bwana. Tumekuwa na ndoa zenye misiba, tumekuwa na ndoa zenye kilio, tumekuwa na ndoa za machozi, wakati Mungu alikusudia wa ndoa zetu ziwe baraka, lakini ndoa zetu zimekuwa ni machoza, zimekuwa ni kilio. Baba, fufua kazi yako leo, rejesha Jenga madhabahu kwa upya ndani ya watoto wako katika jina la Yesu. Tuko tayari kutengenezwa, tuko tayari kupikwa, tuko tayari kuundwa tena, tuko tayari wewe. Mungu wa matengenezo, wewe Mungu wa matengenezo, wewe Mungu wa matengenezo, wewe Mungu wa matengenezo, tengeneza watu wako, tengeneza watu wako katika jina la Yesu. Tuondolee mawaa tuondolee aibu tuondolee uovu tuondolee dhambi ndani yangu. Kuna wanawake wamekuwa ndani ya ndoa zao wamezifanya ndoa zao zisiwe na amani kwa sababu ya kauli mbaya, kwa sababu ya ukali. Mwanamke, umegeuka kuwa nyati ndani ya nyumba yako, umegeuka kuwa simba ndani ya nyumba yako, ili watu wakuogope tu, na moto wa Mungu umeondoka kwa sababu ya hali hiyo. Mwambie Baba, nina tubu. Mwambie Jehova, ninatubu. Mwambie Adonai, ninatubu. Mwambie Ligibo, ninatubu. Mwambie Elohimu, nina tubu. Nyumba imekosa ushuhuda, imekosa ushuhuda. Baba ameshindwa kuwa mwazi kwa ajili ya mali, wakati yule ni mke wake, ameficha vitu kwa siri, kwa sababu ndani ya ndoa Mungu akai tena. Mwambie Baba, ponya, ponya, ponya Mwambie Baba, ponya familia ponya ndoa yangu, ponya huduma yangu, ponya. Yesu, tengeneza. Yesu, tengeneza. Wengine baada ya kutumiwa na Bwana ukainuka, ukaanza kuona wewe uko juu ya wengine. Hiyo ni roho ya kiburi, hiyo ni roho ya kujikweza, na mbingu inasema kila jikwezae ushushwa. Hiyo ni roho yanguko. Rudi mikononi mwa Mungu. Mpe Bwana utukufu. Mpe Jehova utukufu. Rima sandaraba ima sana rabasika. Katika jina la Yesu, Baba rejesha ndani yetu madhabahu yako ya nuru, madhabahu yako ya nuru ijenge tena katika maisha ya watoto wako. Yesu ondoa wa zinaa. Kuna wengine wamekuwa na zinaa, unafanya zinaa kwa macho, unafanya zinaa kwa simu yako, unafanya zinaa kwa mawazo yako, unafanya zinaa Akili yako, ondoka huko! Hilo ni roho, hilo ni gonjwa baya linakuangamiza, hilo ni gonjwa baya linakunyanyasa, hilo ni gonjwa baya linakuangusha. Ondoka huko, ondoka huko, ondoka huko, yuko Mungu anajenga madhabahu, anajenga madhabahu, na iona neema ya Roho, na iona neema ya Roho ijenge hiyo madhabahu iliyoanguka ili rimandaraba eh, ilo ni anguko, ilo ni anguko. Kama kuna jambo linalokushika, unachelewa kwa mipango ya kawaida, mwambie Mungu na tubu, mwambie baba na tubu. Unaiondoa sauti ya Mungu mwenyewe, unaondoa utendaji wake, unaondoa kazi yake ndani mwako, unafubaisha maisha yako. Rikaba Sanda raba, raba umekuwa ukitoa ahadi uziondoi, unaweka nadhiri lakini nadhiri hizo ziondoi. Nataka nikuambia, hiyo madhabahu kuna mtawala mwingine Ayam. Ayam. Ayam.

Amen. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante Bwana kwa neno lako, asante kwa kutusaidia Mungu, asante kwa kutumegea haya mambo ya muhimu sana, ufunuo katika neno lako Mungu, jinsi ya kusimama na kuenenda mbele zako na makusudi yako katika maisha yetu toka zamani Bwana, Bwana wangu na Mungu wangu na makusudi yako